Mambo vipi Tanzania, mambo vipi Bongo 5, habari zenu, naitwa Walter Chilambo hapa kama kawaida, mshindi wenu Epic Bongo Star Search elfu mbili na kumi na mbili. Maisha yangu kwa jumla yamebadilika sana, yamebadilika e, kuna mambo ambayo nilikuwa na uhuru fulani enye kama ni vamba ya suma zombi anasema muda wenu kutoka jioni ni kama una issue yote ya kufanya. Maisha yamebadilika, nashukuru Mungu, ila naendelea vizuri. Kuna mambo mengi ambayo nafikiria hasa kimaisha upande wangu wenyewe na familia yangu pia, kujisaidia mwenyewe na kujiendeleza katika maisha yangu ya kawaida bali na muziki, na pia kwenye muziki naendelea kujishughulisha, lakini kuna hatua inafikia, kuna mambo bado nafikiria ya kufanya mengi ambayo bado naenda nao taratibu, sitaki kuvuka ini mipango ambayo ipo. Wenzangu wananisindikiza wa, wa, wa, ziana nao ni washafahamika sana, kwa hiyo kila mtu ana mipango yake, wao wame wameamua kuziachia mapema, lakini mimi bado niko mezani tushakaa sana muda mrefu na watu wanasubiri sana kazi za Walter Chilambo. Lakini lakinis Mungu akijali, tukipewa uzima, Jumatatu sana sana, wiki ijayo kuanzia Jumatatu siku yoyote tunaachia kazi. Kwa hiyo wategemee vitu vizuri, wategemee kazi nzuri ambayo nimekaa muda mrefu chini kuiandaa, kuifanya, ambayo kila mtu akisikia sema ya kweli alistahili kuwa mshia wao ni wao na mimi ni mimi, lakini siwezi kusema kwa nini wanakuwa vile, umeona. Ila mimi kwa upande wao sitaki kuwa kama sijajua, huenda unajua mtu mwingine akipata mwingine inakuwa ni njia kama mimi hapa naweza nikasema nipate, kama kuna kitu nilikuwa nimeplani nifanye, nimepanga nime, nime nikifanye nikianza kifanya kile mbitu. Okay. Umeona. Kwa kama mtu alikuwa na nia ya kufanya muziki basi angeingiza kwenye Nawashukuru sana, kitu ambacho wanasema kila siku ni Mungu tu watawabariki wa, kwa kunifanya mimi mwenyewe, basi mgila wategemea kazi zangu nzuri na sitawaangusha kwa kura zao walizozipiga na mpaka hapo walipofikisha. Okay, nawashukuru sana sana, Watanzania wote.